Na tumeleta shule tofauti na tofauti katika kaunti yetu ya Kitui wenye wako na Red Cross clubs katika mashule zao, na leo wako hapa kwa kutuonyesha uzoefu wao kwa apply zile skills zenye tumewafunza, so that uh, wanaweza kuwa wanazitumia katika manyumba zao uh, shule mahali hatuwezi fikia. Kwa hivyo na wenye wanashinda leo wana qualify kwenda katika region ana kuenda. Kitu kuu ni kuhakikisha kwa mashule kuna watoto wenye wako na skills za kurespond ama kupeana huduma ya kwanza kwa wenzao ama kwa wazazi wao, kwa hivyo tunataka kila mtoto mwenye ako kwa shule akuwe ana uwezo wa kusaidia watoto wenzao, uh, kupeana zile huduma ya kwanza. Tulianza hii afla 2023 na bado tunaendelea kila mwaka, event ina, inafanyika ina, ina kila mwaka mara moja kwa county level alafu ina proceed nasha, uh, regional and then, uh, national level. Kwa hii hafla ya competitions huwa tunaangalia uzoevu wa watoto katika shule na skills zenye wako nazo kupeana huduma ya kwanza. Kwa hivyo pia tunaomba kama kuna pia mtu ama organization ama department inaweza kutusaidia na equipment. Although kwa tunatumia the available resources zenye ziko na available materials to give the first aid uh, skills. Kwa hivyo ni vizuri pia kwa wazazi, mtoto akikufunza uh, mambo ya huduma ya kwanza pia unatii uh, kulingana na masomo yenye tunapea watoto wa shule. Na pia kuna shule yenye hatujaona, hatujawafikia uh,